Huyo hapo e, tena mzee mkubwa e, wanamuita Masawe D Studio mkali wao ndani ya Karatu bably, ikiwa ni mwaka 2017, a e, yuko mitamboni vyema kabisa na mwana wa Singida Haidar yatiko. E, tunazidi kusonga mbele zaidi katika moto mnene hapa sasa, bonga picha safi kabisa, wanita kobule ni katika episodi ya tisa. Moto mnene hapa sasa, tunazidi kusonga mbele zaidi bably, kuachia episodi ya tisa hii mkaliu anamwita Masawe D Studio anahusika maswala ya kuuza movie aina zote, ikiwemo e, single movie za kizungu, za kichina, za kikorea, za kifilipino, yabila kusau bombe za ukweli ya bila kusau sizoni zote zinapatikana pale e, yote tisa kumi. Sasa mkaliu anahusika maswala kuuza vitu vya umeme, kifika pale kwake unajipatia huduma bora kabisa bila tatizo lolote. Lakini pia kuna wakali wengine kibao kutoka Eh, uwanja e, mahubiri pale ndani ya DJ Msati Studio Full Respect Family, e, huduma zinapatikana pale. Lakini kwa wakazi wa pale Pasua, e, unafika kwa mkali wangu anamuita J4 wa Full Respect Family. Lakini kwa pande za pale Zanzibari unafika Jangombe mpendaye kwa mkala ambaye anamuita Shafii. Kwa pande za pale Burundi unafika kwa mkala ambaye anamuita Pesa Shirofu anapatikana Bujumbura Mtabu Yenzi barabara ya kumi na tano nambari tisa pale. Lakini pia kwa pande za pale Tanga, eh, niko salama na mzee mkubwa anamuita MDVD, eh, anapatikana barabara ya Jamaa. E, ukifika pale barabara e, utakuta ya 12 pia utakuta ofisi yake karibu kabisa na kwa mchonga funguo, lakini kwa pande za pale Green City Mbeya, Green City pale Mwanza utakutana na mkali mmoja, ndani ya Rock City pale Mwanza utamkuta mkali mmoja wanamuita Lucky the Great, anapatikana mahina pale msikitini bila kusahau na bonge ofisi nyingine pande za pale stand ya Tanganyika, kwa pande za pale pale Mwanza ndani ya home video wanaita home sweet video, e, ni kwa mkali wangu wa karibu kabisa wanamuita Khalid Masudi, anapatikana jengo la pale Victoria. Fika pale kwake unapata huduma safi kabisa bila tatizo lolote. Barosa, lakini pia kuna mkali wangu mwingine wa karibu